Uh, of course ni wazi kujenga bandari ni kitu kimoja lakini kuitumia bandari vizuri ni jambo lingine tofauti. So, kwetu ni kuhakikisha kwamba mamlaka ya bandari baada ya kuishaboresha bandari hizi iweke usimamizi mzuri. Iweke watu ambao wana uwezo, watu ambao wanajua nini wanachokifanya ili thamani ya pesa iliyotumika hapa ionekane. Lakini uboreshaji na usimamizi ni suala mtambuka. Tumeona kwa mfano katika uboreshaji huu kuna baadhi ya vitu kwa ajili ya kuboresha usalama na ulinzi wa bandari bado havijakamilika, basi wahakikishe kwamba vitu hivyo vinawekwa katika wakati mwafaka bila kupoteza muda. Wananchi wana shida, wanahitaji kuitumia bandari hii ama bandari hizi ambazo zime vile vitu ambavyo ni vya msingi vinahitajika, kwa mfano firefighting equipment lazima ziwekwe. Kwa sasa hivi wameweka za muda kama portable fire extinguishers, lakini tumeuliza na tumeambiwa kwamba system ya ya ya uzima moto tayari imesha tegeshwa tayari kwa ajili ya kukamilishwa mara tu baada ya eh, kuzinduliwa kwa bandari hii. Kwa hivyo, hivyo ni vitu muhimu, eh, ifanyiwe kazi, lakini kwa upande mwingine ni wananchi bandari hizi zimeboreshwa ni kwa ajili ya matumizi ya wananchi, basi wananchi wazingatie sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa katika mamlaka ya udhibiti, katika mamlaka ya uendeshaji wa bandari ili kuhakikisha kwamba e, miundombinu hii iliyowekwa inaendelea kutumika kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Mpaka sasa hivi bandari yetu imefikia asilimia 98, baada ya mpaka tarehe 30, mkandarasi ametuahidi kwamba atakuwa amemaliza shughuli zote katika uboreshaji huu. Tunategemea mambo mengi, huduma nzuri na, ma, na mapato yataongezeka kwa shirika letu pamoja na na serikali na huduma itaongezeka kwa sababu kwanza mizigo itaongezeka kutoka baadhi ya nchi ambazo zilikuwa jirani kama Rwanda Burundi na Kongo kupitia Uganda, kwa hiyo shehena itaongezeka, na mji huu uzuri wake ni wafanyabiashara. Kwa hiyo hata biashara mfano kama kipindi hiki ambacho meli imekuwa haipo watu wameteseka sana, wameteseka sana kwa sababu ya usafiri. Kwa hiyo utakapokuwa umerudi kama MV, MV Victoria pamoja na MV Mwanza takaporudi kwa hiyo tutakuwa tumeboresha huduma zote za usafirishaji wa tunategemea kwamba tutapata mizigo kwa, mwe... kwa mwezi ambayo itakuwa kama tani laki moja na nusu kwa mwezi, laki moja na nusu Mapato yatakuwa yameongezeka kulingana na mtaji wa mizigo. Eh, kwa sasa hivi kabla tulikuwa tunaweza ku kuhudumia meli moja kwa siku ambayo ilikuwa ni meli ya mizigo na abiria ambayo ni Victoria. Lakini baada ya kwenda kwenye maboresho imeenda kwenye matengenezo, kwa hiyo sasa hivi hatuna hatuna meli. Baada ya hizi meli mbili kuwepo Victoria pamoja na Mwanza, tuna imani kiwango cha mizigo kitaongezeka na abiria wataongezeka. Mwanzoni tulikuwa na uwezo wa kupakia meli moja kwa sababu tulikuwa na gati moja, lakini kwa sababu ya uboresho huu tuna uwezo wa kupokea meli nne kwa wakati mmoja na zikafanya kazi tukazihudumia vizuri kweli. Tunamshukuru mama yetu kwa kuweza kutukumbuka katika bandari yetu ya Bukoba, kwa sababu hii bandari ilijengwa mwaka ilikuwa imejengwa tangia mwaka arobaini na tano. Ina maana ilikuwa imeshazeeka, miundo mbinu ilikuwa imeshachakaa kwa hiyo sasa hivi tunashukuru Mungu kwa jitihada hizi ambazo kidogo mheshimiwa rais ameweza kutukumbuka. Inawezekana tukaongezewa tuka hata hadi meli nyingine, na maana ule mzunguko wa kibiashara unaweza hata ukaongezeka, kwa sababu kulingana na mchakavu wa bandari ulipokuwa umefikia, ni kwamba asilimia kubwa ya bidhaa zilikuwa zimeondoka katika mazingira haya hapa. Kwa hiyo kwa urekebishaji wa bandari hii tunampongeza sana mama endelea kurekebisha na mambo mengine, lakini kwa jitihada zake kwa kitu ambacho ametufanyia wana Bukoba, tuwapigia makofi. Aendelee kutukumbuka sana kwa kweli, tunamshukuru sana mama kwa kuangalia mkoa wa Kagera, hususani sisi kama wasafirishaji kwa kutuboreshea mfumo wa bandari. Leo tunamwambia kwanza mitano tena, kwa sababu sisi kama wasafirishaji tumekuwa na ubora zaidi kwenye vyombo vyetu. Vyombo vyetu vimepata ulinzi, vimepata sehemu ya kupaki vizuri. Sisi kama makepteni tunapoleta chombo, nakuwa na uhakika kwamba chombo chako kinaenda kukaa kwenye hali ya usalama e. Japo zipo changamoto nyingine nyingine ndogo ndogo, lakini nina uhakika mama ni msikivu. Atazirekebisha ata, ata mama yetu anaweza kulingana na swala kubwa la bandari ambayo anaweza kutufanyia. Kwa hiyo bila shaka tunawaomba wananchi wa Bukoba za Tanzania nzima, kukamilika kwa bandari hii bado vilevile wasafiri tumepunguziwa changamoto, ila cha msingi tunachomwomba mama atuwezeshe na sisi pia wasafiri, tunaenda visiwani kutuwekea meli yakuwa inatupeleka visiwani, sio maboti, tumechokwa na maboti tuna...